Hey, nakuwaje mshikaji wangu wa nguvu, mi naitwa Chingling in the town the baddest ndimu mtumbadi bablao. Asante kwa washikaji zetu ambao wasubscribe YouTube channel ya yeah, 69 Media of course. Nakuwa poa kinomanoma, zile trending story hapa ndo sehemu salama kuzipata. Of course moja kati ya trending story ambayo imemake headline sana kuhusiana na Chris Brown, anazungumza anasemaje, wananihitaji sana mimi of course. E bana, mwanamuziki kutoka Marekani Chris Brown ametoa maoni yake baada ya kutazama performance ya mwimbaji wa muziki au si bana, anaitwa Petro Rico Badmani kwenye Super Bowl halftime show, show hiyo iliyofanyika nchini California. Breezy amedai kuwa nadhani itoshe kusema kwamba wananihitaji mimi. ay hey! hii ah, yeah! imekuwa watu wanaizungumzia sana. Kumbuka Benny Uh, bad man, Bad Bunny alitumbuiza kwenye Super Bowl, half -time show ya show yake katika uwanja wa Levis uliopo Santana Clara huko jijini California Marekani. E, bana sasa watu wengi sana sana kumwona mnyamwezi Bunny kuperform kwenye Super Bowl, au sio bana? Kaona da jamaa akaingia na ubunifu tofauti na nini na nini na vitu vilikuwa, vilikuwa vimeenda sana, yaani ubunifu ulikuwa ni mkubwa sana watu wa tarajia kabisa kuona kitu kama kile, lakini pia jamaa akaonyesha pia tuzo yake ambayo ameipata kwenye Grammy hai kwenye Super Bowl. Sasa mashabiki, baadhi ya watu, au sio bana, wadau wa mziki kutoka nchi tofauti tofauti wakawa wameyeka tofauti sana kwa Chris Brown, na nimepita kwenye Insta story ya Chris Brown, anasemaje? Nadhani Super Bowl ya mwaka 2026 nahisi kama anamhitaji yeye hivi. hey, hey, hey. E bana, Chris Brown amanyama kwa upande kama huo bana. Tumemaliza na hiyo trending story headline. Au sebana, imekuwa poa kinoma noma baada ya kum, kumzungumzia mshikaji wetu Chris Brown, au sebana, nadhani anasema wanamhitaji yeye kwenye, itoshe kusema kwamba wanamhitaji yeye kwenye Super Bowl, umeona bana, tumeona uh, 2025 2026, kuna wasanii ambao wameperform. Kendrick Lamar ameshaperform, au sebana, kwenye Super Bowl, akiwemo Rihanna ameshaperform, na wasanii wengi wengi, wengi wameperform kwa Yeah, Super Bowl, na, uh, Fmbi, miaka iliyopita, of course 2026 tumeona imekuja kwa Mnyamwezi au sio bana, ambaye sasa hivi anafanya vizuri anaitwa Bad, anaitwa Bad Benny au sio bana so, imekuwa poa sana kutoka huko Puerto Rico. Ai, asante sana, mimi naitwa Chingling in the town. Nadhani umeipata update na imekuwa poa kinoma noma. Kama bado hujasubscribe YouTube channel ya 69 fanya hivyo na ili upate notification au sio bana, asante kwa kunisikiliza, tukutane tena wakati mwingine, ai.